Halidi kwa kwa he, he, kwa Kwa kwa faida sisi ambao interview sababu sababu unamalizia. kwanza Kwanza matokeo. matokeo. kanzu Kanzu, kanzu, kanzu ah. lakini, kanzu kanzu ipo ipo. ipo. Kidogo lakini, kuna haka. haka, haka. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Tunashukuru Mungu, mechi ilikuwa nzuri. Kila mtu ambaye amekuja hapa ameona namna ambavyo mechi imekuwa nzuri, mechi imekuwa ya kuvutia. Uh, tumeweza kukonsidi bao nne, lakini kitu kizuri tumeweza kupata bao Kupata bao dhidi ya timu kama Yanga, tafsiri yake timu yako imeperform kwenye kiwango ambacho ukikutana eh, na msimu mzuri, msimu na timu za daraja lako una uwezekano mkubwa kuzifunga. Ah, tumecheza zidi ya Dodoma, tumewafunga, tumecheza zidi ya Fontaine, Mbeya City na Tanzania Prison, tumecheza zidi ya Yanga wakubwa. Tumecheza mechi tatu, lakini tuna mechi zingine 25 26 24 za kupambania. Kwa hiyo hii michezo iliyopita imepita. uh, Tumeonyesha kile ambacho tunacho. Tunaanza kuiandaa timu kwa ajili ya michezo unaofuata ni zaidi ya JKT Tanzania. Naamini huo mchezo ndio tutakuwa tumeanza ligi kuu rasmi. Tumefunga magoli mawili ndani dakika ndani ya dakika nne za mwisho. Timu lose lose concentration. Dakika, mawili, leka, leka, lose concentration? <tos> <tos> kwa nini? Ndio mpira mwisho uko hivyo, umepata goli penalty. Pale tu. Constitution, constitution ya timu inaanza kuhama na ndio maana wameweza kupata goli, goli la nne lakini hawajawa wanausumbua kidogo. Mechi ilikuwa balance, kuna muda Yanga walishusha timu chini walikuwa wanacheza low block, au kuona kuna muda Yanga walikuwa wanacheza mid block. Ukiona timu kama Yanga inacheza yeah, kwenye mid block na low block tafsiri yake opponent ana push, ana push mashambulizi yes. So far umekuwa ni mchezo wa aina gani? Great game, ambaye amekuja ameona huu ni mchezo wenye azi ya kuwa mchezo wa ligi kuu. Mchezo kuwa ligi kuu uh, mchezo ambao wenye azi ya mchezo wa ligi kuu ni mchezo ambao opponent au paki basi, unacheza kwa mkakati sawasawa. Sisi tumeanza hapa na, na mid block tulikuwa tunahama kwenye low block, mid block, low block, Yanga walipata shida sana kutufungua sawasawa lakini sisi pia nao tuliwafanya warudi kwenye low block tukapata goli. Kwa hiyo huo ndo mchezo wa ligi kuu, timu zinacheza kwa mkakati, na timu ambayo imejiandaa vizuri ndio imepata matokeo. Sisi tulijiandaa, lakini Yanga alikuwa amejiandaa vizuri zaidi ya sisi, ndio maana ameweza kupata matokeo. Mimi niko away kaka, mimi niko away leo, uwanja wangu ulikuwa mpya kabisa, ndio kwa tumeona leo tumepoteza mechi away. Sasa kama Lefa kaweka ni ilikuwa goli. Nikisema no goli inafutika bado yeah. Wawe na imani na timu yao, tunatengeneza timu yenye ushindani. Ndio kwanza mechi ya sita, kuna mechi zingine 24 za kupambania. Nawahakikishia leo tarehe ngapi? Leo tarehe 9 eh? ya mwezi wa kumi, kumi na moja I timu ya KMC haishuki daraja, ah, eh? Wala ichezi play-off. Wana, washambuliaji wa Yanga walikuwa na shida kwenye kufunga. Lakini, lakini leo mshambuliaji mshambuliaji, mshambuliaji, mshambuliaji wao mmoja amefufukia kwa mbili. Ah, mshambuliaji na mjua Dube. Yeah? Dube. Dube sikafunga mm. Dube sikafunga hajafunga, hajafunga, ambaye naye alikuwa hajafunga. Kaka, unajua kuna mshambuliaji na mchezaji wa mbele mchezaji wa mbele <laughs> Dube ndio mshambuliaji kwanza, anaweza kunusa eneo ambapo anaweza kusimama mm ili -hmm, aweze kufunga, yes. Lakini pia ana mikimbio hatari, lakini kitu hatari zaidi Dube anaweza kufanya link up player, kucheza na wenzake kwa kufunga kwa yu kwa yu... Kwa Dube kwani aje kufunga magoli kumi hapa plus hii ni transition food uh, transition time. Hata wachezaji wakubwa wamekupitia vipindi kama hivyo. Nikukumbushe kipindi Fernando Torres anatoka Liverpool anakwenda Chelsea, alikutana na hali kama hii ya dube ambayo anakutana nayo sasa hivi. Amecheza michezo mechi 7 8 hajafunga goli lakini, alipoanza kufunga goli lake la kwanza lilikuwa dhidi ya Barcelona kwenye mchezo wa nusu finali wa UEFA Champions League. Kwa hiyo ni, niwaambie tu wa, wadau wa mpira wajue tu kudube ipo kwenye transition period, lakini mmoja wa washambuliaji hatari kuwa nao kwenye ligi kuu.